Habari watu wa soka. Leo bwana, tuzungumzie kuhusu usajili wa Feitoto. Simba yatajwa tena, nyota wa klabu ya Azam FC Feisal Salum Abdal maarufu kama Feitoto ameingia kwenye mipango ya timu kadhaa ambazo zinamhitaji saini yake. Baadhi ya timu hizo, kuna tetesi kwamba Simba na Yanga zipo miongoni mwa klabu zinazohitaji saini yake. Kama wapenzi wa Yanga na mashabiki wake wanadhani, Feisal Salum maarufu kama Feitoto anaweza kurudi Jangwani, hiyo wasahau. Vilevile vile zile tetesi zinazohusu Feitoto kutua Simba itabidi ziishe tu zenyewe. Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini wanayo nia kubwa ya kuhakikisha wanampata fetoto mwishoni mwa msimu huu na hawatanii hata kidogo. Maana wajumbe wa klabu hiyo walitua bongo kumwangalia live pambana kwenye Mzizima Dabi dhidi ya wekundu wa msimbazi Simba Sports Club. Mabosi hao wa Kaiser Chief wapo serious sana, maana jamaa wameandaa ofa nzuri kwa Azam FC hapo. Kama klabu itakubali kumuuza itafaidi na kusajili mchezaji mwingine. Ukiachana na Kaiser Chief, Afrika Kusini inayoshikilia ligi kuu nchini humo ya ya PSL huku ikinolewa na kocha wa zamani wa Yanga Nasladin Nabi, ambaye ndiye hasa namtaka Feitoto kutoa kwa Madiba ili kurudisha heshima ya klabu hiyo. Whapo wababe wengine ambao wanamuhitaji Feitoni ambaye ni Pyramid ambaye yupo Fiston Kalala Mayele aliyecheza kwa mafanikio na Feitoto wakiwa wa Yanga, nao hao nyuma kwenye ya kuhitaji saini ya Zanzibar Finest Faisal Salum Feitoto pia. Uh, wapo wababe wengine tena, licha ya kwamba hao wote wamekuwa wakimtafuta, lakini wapo wababe wengine ambayo ni Wydad, nao wameandaa donge nono ili kumpata feitoto. Ila Kaizer Chiefs baada ya kujua kwamba kuna giant wa Afrika kaskazini, nao ikawabidi watue Bongo kujitahidi kumaliza mchezo mapema kwa kasi walionayo, na mahusiano mazuri ya feitoto na Nabi huenda yakarahisisha yeye kutua PSL.